Sasa kwa mujibu watu wasamini ni kwamba Biblia tulionayo haiwezi kuaminika kwa sababu Biblia imechakachuliwa. Kwa madai yao ni kuwa kwamba mkutano wa Nicea ambao umefanyika mwaka mia tatu ishirini na tano baada ya Kristo ndo uliohusika katika kuchakachua maandiko au kuchakachua Biblia kwa kuchukua maandiko ya kipagani au mafundisho ya kipagani na kuyachanganya na mafundisho ya Kikristo na kutengeneza Ukristo ambao tunauona leo hii ambao sio Ukristo halisi uliokuwepo katika karne ya kwanza kwa madai yao pia ni kwamba Konstantin ambaye alikuwa ni mtawala wa Kirumi kwa wakati huo mwaka wa 325, ndio aliyehusika pia katika kuongeza vitabu vya Biblia ambavyo havikuwepo katika Biblia na kuchukua vitabu vya kipagani akaviongeza katika Biblia tulionayo hii. Kwa mujibu wao ni kwamba Biblia tulionayo ni mchanganyiko wa vitabu vya halisi vya kikristo na vitabu vya kipagani ambavyo viliongezwa katika mkutano wa Nicea mwaka wa 325. Kuna vitu vinne ambavyo watu wasiamini wanadai kwamba vilifanyika katika mkutano wa Nicea. Kitu cha kwanza ni kwamba mkutano wa Nicea ulitengeneza dini mpya ukichanganya Ukristo na upagani. Kitu cha pili ni kwamba wanadai kwamba mkutano wa Nicea ndio ulihusika katika kuficha baadhi ya vitabu vya Injili ambavyo vilikwepo katika Biblia halisi ikiwemo kitabu cha Tomaso na kitabu cha Maria Magdalena au Magdalena. Kitu cha tatu wanadai kwamba Konstantini ndo aliyotangazwa kwamba Yesu ni Mungu, kwamba dhana au idea kwamba Yesu alikuwa ni Mungu haikuwa katika Biblia, kwamba Konstantin katika mkutano wa na Nicea ndo alitangaza kuwa Yesu ni Mungu. Kitu cha nne wanadai pia kuwa mkutano wa na Nicea ndo ulihusika katika kuchagua vitabu vya Biblia na kuongeza mafundisho mengine ambayo hayakuwepo katika Biblia hapo awali. Okay, katika hiyo episodi tuangalia uhalisia wa madai ya watu wasioamini kuhusu mkutano wa Nicea. Mwaka 318 katika mji wa Alexandria, Misri, kulikuwa kuna maaskofu au mabishopu wawili ambao nilikuwa ni mabishopu maarufu au wanaoshawishi sana katika nchi ya Misri kwa wakati huo. Askofu wa kwanza alikuwa anaitwa Arius na askofu wa pili alikuwa anaitwa Athanasius. Sasa hao mabwana au watu wawili ndio wanahusika katika kufanya mkutano wa Nicea uwepo au ndio walihusika katika kufanya mkutano wa Nicea uwepo. Askofu Arius kwa upande wake alikuwa anadai kwamba Yesu ameumbwa na Mungu Baba na kwa hivyo Yesu sio Mungu. Kwa upande wa pili, Athanasius ambaye alikuwa pia ni askofu katika mji wa Alexandria, alikuwa anadai kwamba Yesu hakuumbwa na Yesu ni kitu na Baba ni kitu kimoja. Kwa hiyo Yesu ni Mungu. Sasa utofauti wa mafundisho kati ya watu wawili, Athanasius na Arius, Arius akidai kwamba Yesu sio Mungu ameumbwa, na Athanasius akidai kwamba Yesu ni Mungu na hakuumbwa, ulikuwa unatishia sio tu kuigawa kanisa kwa wakati huo bali kuwa unatishia kuligawa e, tawala la Rumi kwa wakati huo. Sasa ili kusovu tatizo au kulitatua tatizo kwamba kati ya kundi ambao likuwa kinaamini kwamba Yesu sio Mungu na kundi ambao likuwa amini kwamba Yesu ni Mungu Konstantin akaamua kuitisha mkutano wa Nicea mwaka mia tatu ishirini na tano kwa ajili ya kutatua tatizo hili kwa sababu ilikuwa si kwamba linatishia tu kuugawa Ukristo, likuwa inatishia pia kugawa utawala wake wa Kirume kwa wakati huo. Sasa ili tupate picha picha halisi au picha kamili ya mkutano wa Nicea, tumzungumzie mtu ambaye aliitisha mkutano wa Nicea ambao ni mtawala Konstantini au Emperor Konstantini ambaye alikuwa ni mtawala wa Rumi kutoka mia tatu na sita mpaka mia tatu thelathini na saba baada ya Kristo. Konstantini alikuwa ni mtawala wa Rumi mwaka mia tatu na sita kwa mara ya kwanza, baada ya kupokea utawala kutoka kwa baba yake. Sasa Rumi kwa kipindi hichi ni kwamba nikiwa kipindi cha tofauti na vipindi vingine vyote vya utawala wa Rumi, kwa sababu katika kipindi hichi Rumi ilikuwa na watawala wanne. Nikupe mfano, chukua kwa mfano Tanzania iwe na marais wanne, rais anayetawala mashariki, rais anayetawala magharibi, rais wa kaskazini na rais wa kusini. Sasa Rumi kwa kipindi hicho ilikuwa na watawala wanne au ma emperor, au wafalme wanne, na Konstantini alikuwa ni moja kati ya wale ma emperor au watawala wa Rumi kwa kipindi hicho. Sasa ilipofika mwaka 312 Konstantini akawa amemshinda mmoja kati ya mtawala ambao walikuwa na tawala Rumi kwa wakati huo, katika vita ambayo ni maarufu, ambayo inaitwa vita ya Milvian Bridge au vita ya daraja la Milvia mwaka 312, na kipindi hichi ndo Konstantini alidai kwamba ameona maono ya alama msalaba na alama msalaba ndo ikimtangulia ndo atashinda na kutokea kipindi hiki Konstantino kutoka mwaka 312 akabadilisha dini kutoka kuwa mpagani na kuwa Mkristo. Sasa ilipofika mwaka 324 Konstantino akawa mtawala pekee wa Rumi baada ya kumshinda mtu mmoja anaitwa Licinius ambaye alikuwa ni mtawala wa Rumi Mashariki wakati Konstantino alikuwa ni mtawala wa Rumi Magharibi. Kumbuka mwaka 324 ndo Rumi inakuwa chini ya utawala wa Konstantini, akiwa kama mtawala pekee wa Rumi. Sasa kipindi hiki ndo ubishano wa Arius na Athanasius umepamba moto na unatishia kuligawa tawala la Rumi. Sasa ili Konstantini aweza kutatua tatizo ambalo lilikuwa linaelekea kuigawa utawala wake wa Rumi, akawa ametisha mkutano wa Nicea mwaka 325 akiwaalika maaskofu kutoka katika utawala mzima wa Rumi kwa wakati huo. Sasa mkutano halisi wa Naisia ulifanyika katika mwaka mia tatu ishirini na tano kama ilivyosema hapo awali, katika mji wa Naisia au katika mji ambao kwa sasa unaitwa Isnik katika nchi ya Taki au nchi ya Uturuki. Watu waliohudhuria katika mkutano walikuwa Konstantino mwenyewe alisafiri mpaka katika mji wa Naisia katika nchi ya Uturuki kwa ajili ya kuhudhuria mkutano. Kundi lingine ukiachana na Konstantina ambao walihudhuria mkutano wa Nicea katika nchi ya Uturuki katika mji wa Nicea walikuwa ni maaskofu 318 kutoka katika sehemu mbalimbali za utawala wa Rumi kwa wakati huo. Na hapa tulikuwa tuna maaskofu kutoka katika Misri au Afrika Kaskazini, Asia Ndogo au Uturuki. Syria na Palestina pia walitoa maaskofu wao. Ugiriki pia ilitoa maaskofu. Italia na mji wa Rumi mwenyewe ulitoa maaskofu wao kuelekea katika mji wa Nicea. Ufaransa pia na Hispania ilitoa maaskofu askofu kwa ajili ya kwenda katika mkutano wa Nicea. Sasa Emperor Constantine au Constantine alilipa malazi na pesa ya usafiri kwa kila eh, askofu ambaye alihudhuria katika mkutano wa Nicea. Sasa mada ambayo ilikuwa mezani ambao maskofu ibidi wachakachue vichwa ni kwamba je, Yesu kwa mujibu wa Biblia ni nani? Ni binadamu kama binadamu wengine au ni Mungu katika mwili. Sasa kwa takribani mwezi mzima, hawa wa maskofu walikuwa wamekusanyika sehemu moja kwa ajili ya kudiscuss swala ambalo lilikuwa linatishia kugawa tawala Rumi, kwamba Yesu ni nani? Ni binadamu kama binadamu wengine kwa mujibu wa Arius, au ni Mungu katika mwili kama anavyodai Athanasius. Sasa baada ya mchakato huu, zikawa zimepigwa kula kwamba wanaodai kwamba Yesu ni binadamu kama binadamu wengine, mabishop wawili au maskofu wawili walipiga kula kwamba Yesu ni binadamu kama binadamu wengine maskofu sita wakasema kwamba sisi hatujui mtakachoamua wa mua sisi nacho, na maskofu mia tatu wakawa wamesema kwamba Yesu kwa mujibu wa Biblia ni Mungu katika mwili. Sasa ijapokuwa Konstantini kama mtawala wa Kirumi alikuwepo pia katika mkutano, lakini yeye ukiachana na kwamba aliufungua mkutano na asa au kawasihi wa maaskofu kwamba wawe na umoja, watakachokiamua wao, yeye ndio watakifanywa kuwa kama ndo fundisho rasmi la utawala wa Roma. Kwa uhusika wa Konstantine katika mkutano wa na Nicea ulikuwa ni kwamba aliutisha mkutano akafungua mkutano. Baada ya kufungua mkutano, kwa sababu yeye hakuwa mwanathiolojia bali alikuwa ni mtawala tu, akakaa pembeni, akawambia maaskofu kwamba nia kitu ambacho mta discuss au kitu ambacho mtakuwa mekizungumza na kukiamua, mimi tutakifanya kitakuwa ni mfundisho rasmi la utawala wa Rumi. Lakini katika katika husika ni kwamba Konstantino hakuhusika chochote katika discussion wala katika hatua ya kupiga kula Konstantino hakupiga kula kabisa. Yeye alikaa pembeni akisubiria kwamba maskofu watakachokuwa wamekizungumza kwamba Biblia ndio nachokisema yeye atakibeba kama mtawala wa Kirumi na kukifanya kuwa ndio mfundisho rasmi la utawala wa Rumi. Kwa hiyo watu wanaodai kwamba Konstantino alibadilisha mafundisho ni kwamba hawafahamu Konstantino alifanya kitu gani katika ule mkutano, kwa sababu Konstantino hakuhusika kabisa na mchakato mzima wa majadiliano wala katika kupiga kula, yeye hakuhusika, alikaa pembeni kabisa akiwachia wanathiolojia wana au maaskofu wazungumze kwamba biblia inasema nini, na baada ya kuzungumza biblia inasema nini, wapige kula kuona kwamba wao wamekubaliana kitu gani. Kwa baada ya kuwa wamepiga kula na maaskofu mia tatu wakawa wamedai kwa kwamba Yesu kwa mujibu wa biblia ni kwamba ni Mungu, wakawa wametengeneza kitu kinaitwa maadhimisho ya Nicea au Nicene Creed kwa Kiingereza.

hakukuwa na majadiliano yoyote kuhusu vitabu vya Biblia kwamba kuna vitabu vingapi au ni vitabu vingapi, vitabu gani vinatakiwa vingie katika Biblia au visingie katika Biblia. Hayo hayakuwa majadiliano kabisa ya mkutano wa Nicea. Sasa zile dhana ambazo nne ambazo tumeziona kwamba kuna baadhi ya vitabu vya Biblia viliondoa katika mkutano wa Nicea, o kuna baadhi ya mafundisho kwamba Konstantina alichanganya mafundisho ya kipagani na mafundisho ya Kristo akatengeneza dini mpya hayazitoke katika historia kwamba hizi hizi dhana nne zote zinatoka katika kitabu kimoja cha mtu mmoja anaitwa Dan Brown, ambacho kitabu hicho kinaitwa The Da Vinci Code au Code ya Da Vinci, ambacho kimeandikwa mwaka 2003 ambacho si kitabu cha historia bali ni kitabu cha kutungwa au fiction. Katika kategori au katika makundi ya aina ya vitabu, hichi kitabu ni kitabu cha fiction au historia tu ya kutunga. Lakini kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba hii historia ya kutunga ndio historia halisi, kitu ambacho ni tofauti kabisa na historia inavyosema, kwa sababu kama tumevona katika historia Mkutano wa Nicea ulikuwa unahusu uungu wa Kristo tu, haukuzungumza topiki nyingine tofauti na uungu wa Kristo kwao. Haya mambo mengine amekuja kuongeza Dan Brown katika fikshen yake. Sasa watu wanabeba fikshen au riwaya ya kutunga ya Dan Brown kama ndo uhalisia wa kitu ambacho kimetokea katika mwaka mia tatu ishirini na tano katika mkutano wa Nicea.